Mimi naitwa Emmanuel. Emmanuel Mbaule. Mimi ni mdau wa Dodoma lakini still ni, ni kijana ambaye eh, nipo Dodoma. To be honest, kitu cha kwanza kabisa, yaani, bila kujua kwamba mtu anaishi maisha aina gani, kutoa uhai wa mtu sio sawa katika maisha ya binadamu tu, katika maisha ya kawaida kwamba sababu ya kifo ni kupigwa na binadamu wenzako mpaka kufa sio sawa, lakini MC Pilipili, mi katika maisha yangu yote nimefahamiana na MC Pilipili na namfahamu, sijawahi kusikia ana skendo aina yoyote ile, aidha kagombana na mtu au kapigana na mtu au kadhulumiana na mtu. Mi nizungumze, sijawahi kusikia jamaa. Moja ya kitu ambacho ilikuwa ni silaha yake kubwa, hata akichukia anacheka. Ogopa mtu ana namna hiyo, kwamba utagombana naye saa ngapi? Lakini kingine ni kwamba waliofanya, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, wanaonekana ni watu ambao walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kufanya kitendo hicho. MC Pilipili, kinachotuumiza zaidi ni ile tunaita cause of death, kwa maana ile sababu yake ya kifo. Sawa, kila mwanadamu atakufa na kwa wakati wake, lakini sababu yake inaumiza. Unajua, kupigwa mpaka kufa, huwezi kufeel yale maumivu ambayo aliyapata before hajakata roho, ni kitu ambacho sio sawa katika maisha ya binadamu kwa sababu angekuwa na historia hata ukienda ndani ya jeshi la polisi au kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba jamani, huyu mtu aliwahi kuwa na hatia yoyote ile kwenye maisha yake, kagombana na mtu au kadhulumu mtu, hatujai kusikia kitu cha namna hiyo. Nimekuwa karibu nao kwa muda mrefu, namfahamu kila mtu. Alistuka kusikia kwamba jamaa ameaga dunia, halafu kija kuangalia cause of death ni kupigwa mpaka kufa. Ni kijana ambaye alikuwa anatafuta, unajua, kwenye maisha kuna umri ukifika, ni lazima utafute kwa kasi sana, kwa sababu kuna umri ukifika, pesa sio yako tena, unatafuta kwa ajili ya familia yako, unatafuta kwa ajili ya wa watoto wako. Ndio maana kuna wakati wanaume hata tunajinyima, hata nguo unaweza usinunue, lakini unahangaika familia yako ipate nafasi ya kuishi kwenye maisha bora wengine so, tumetokea kwenye maisha ya shida sana, lakini hatutaki watoto wetu waishi kwenye maisha tuliyopitia sisi. That's why tunapambana kuhakikisha kwamba watoto wetu wasipite kule ambako sisi tumepita na ndo MC Pilipili alichokuwa akipambana, ni kwa ajili ya familia na watoto wake waishi kwenye maisha bora. Leo unasikia kuna binadamu amekatisha uhai wake kwa maksudi, eti kwa kumpiga. Guys b lakini tunaliachia jeshi la polisi, kwa sababu jeshi la polisi naamini ni lina weledi, lina uwezo na lina nia ya kuhakikisha kwamba linawatia mbaroni wale wote waliohusika kusababisha kifo cha MC Pilipili. Umati unaouona sio umati ambao yawezekana umekuja kwa sababu tu yani hewani. Umati unaouona ni sababu ya maisha aliyokuwa akiishi na watu. Haya ni majibu tosha kwamba mtu huyu alikuwa akiishi kwenye maisha bora na watu, alikuwa anajua kuishi na watu. Yule jamaa yani alikuwa muda wote ni mtu wa kucheka, muda wote ni mtu wa story. Alikuwa naongea sana, lakini kule kuongea sana ilikuwa ni faida kwa watu wengine, unaelewa? Yeah, lakini jamaa, inaumiza, inaumiza kucheki kwamba mtu wa karibu nayemfahamu kalala kwenye jeneza. Cause of death ni kupigwa na wanadamu wenzake mpaka kufa.